Qur'an. Soma hiyo 582 <tano> Qur'an. Huyu mtume wa Mungu kweli? 582 Qur'an inasema Naam. Uh, inasema? Naam. Ah, inasema. Hakika hey. Utawakuta walio maadui zaidi kuliko watu wengine kwa Waislamu Naam. Ni Mayahudi na nani? Na wale mushirikina wasiokuwa na kitabu. Subiri. Mtume anaambiwa aseme, utakawakuta watu wabaya zaidi kwa Waislamu ni Mayahudi na mushirikina wasiyekuwa na kitabu. Ehe. Na utawaona walio karibu na, na urafiki kwa Waislamu eh, ni wale wanaosema nani? Sisi ni Wakristo. Mtume anasema nyinyi ni marafiki zetu. Ana roho mbaya, anasema nyinyi ninyi msiyekuwa na Wakristo nyinyi ni marafiki zetu sisi kwa sababu gani? Uh, hayo hey. ni kwa sababu wako miongoni mwao wanavyoni na nani na mcha Mungu basi Muhammad anasema nyinyi wa Kristo ni wacha Mungu <laughs> sasa swali nakuulizeni nyinyi hapa make huyu alikuwa anasema haleluya mnaitikia emi nani anayekataa Mkristo sio mcha Mungu kwa maneno ya mtume mkolo juu si wote nyinyi wote wacha Mungu Waislamu, takbir! Mtume ambaye huyo anasema hajachaguliwa na Mungu anakuambieni nyinyi ni wacha Mungu. Hakuna mtume yoyote duniani aliyewahi kusema wakristo ni wacha Mungu isipokuwa Mtume Muhammad. Kama yupo huyu atoe atowe, atowe aya hapa. Hata Biblia haijasema Wakristo ni wacha Mungu. Muhammadi kawapeleka juu mweze kwenda peponi, nyiye wakumkataa Muhammad. Takbir! alafu akatoa aya. Halafu, huyu anajihofia huyu, akatoa aya mbili tisini na saba akasemaje, najua huku atapita huku, najua huku atapita huku, kwa sababu najua akili zao. Atakapokuja mwalimu wa Kiislamu hapa atapita mtaa huu, na mimi namsubiri apite hapo. Msomaji, nipo mbili tisini na saba. Tano nasema mbili tisini na tano mpaka tisini na saba, hapa lazima apite hapa hasa. Nisipite kwa nini? Kwa nini nisipite? Napita hapa, napita na wewe, huwezi kuniziwia na kwa sababu atapita mimi sipashereheshi. Sasa napacha hivyo hivyo, namsubiri apite, tutajuana. Dakika kumi na tano usijaso mtego au nipitia asa hivi, wewe usiniweke mkwala mikwala yote navunja. Soma hiyo 297. Napita, takbir. Audhu billahi mina shaitan rajim. Sema anayemfanyia ushindi a Jibrili, sikiliza, sikiliza maneno haya, anaambiwa Mtume, sema anayemfanyia ushindi Jibrili kwa sababu gani? kwa kuwa ehe, ndiye aliyemletea utume Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asiwapelekee Mayahudi na ni bure. Kwa sababu gani? Hana kosa, Jibril. Na hakika yeye ameiteremsha Qurani, kwa nini, moyoni mwako, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Alafu huyu <laughs> kijana ana matatizo. Huyu kijana umeona majina yake aliyoyataja yale Yohana, Isa, Muhammad. Kwani kutaja jina ndio nini? Maka alikuwepo mtu alikuwa anaitwa Abdallah bin Ubaya, alikuwa anaswali na mtume, maandiko alikuwa anayajua, lakini kuyafata alikuwa hawezi 20... peke yake 20... Huu ni ujanja ambao mtu anaweza akauzungumza. Sasa naomaliza kabisa, inasema ndio Nami nimekuchagua kuwa mtume. Uh, hebu soma ishirini kumi na tatu Qur'an. Naam, uh, Qur'an inasema ishirini kumi na tatu inasema ile ya Musa nimekuchagua mtume. 20:13 ndio hiyo. Surah Twa. Naam, inasema Naam. Nami, nami nimekuchagua kuwa mtume. Naam. Basi hey, yasikilize unaoletewa inaofunuliwa kwako. Wahai aliyechaguliwa hapo kuwa mtume nani? Je, ni Muhammad? umeanza kumi na tatu, anza kumi na moja. Kumi na moja inasema hadi kumi na tatu tujue ni nani. Basi alipofika, basi alipofika, akaitwa akaitwa, nani akaitwa, ninarudia tamwi, ndio. Basi alipofika, sawa, akaitwa, endelea. ewe Musa rudia tena basi alipofika, alipofika, akaitwa, akaitwa, Ewe Musa, Ewe Musa. Kumbe hapa ndiko linamkusudia Musa. Sasa mtu akija kwa ujanja wa mihadhara atasoma kumi na tatu lakini anatakiwa aanze kumi na moja Kumbe inakusudia nani? Musa. Sasa ili ijulikane leo Wakristu wanafanya makosa kumkataa Muhamadi Aya gani Muhamadi amechaguliwa kuwa mtume? Umeona? Hebu tulia. Alafu huyu mjanja, eti anakubali, anakubali aliyochaguliwa, msemaji anamkataa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kataa wote, kataa, kataa wote, kataa, mkatae Musa sio mtume wa Mungu, mkatae na Muhammad kataa na hiyo aya, kwa sababu hizi aya zote zimesemwa na Nabii Muhammad. Anayemkata mtume, uzima wa milele hana. <mimusia> <mimusia> kumi na saba tisini na sita Qurani. Mimi napiga alimopita kumi na saba tena, kuna vitu kasahau, atakuja mwisho. Ndio nakusubiri kusubiri 17 96 ndio la kusubiri. Naam, 17 96 Qur'ani. 17 96 tisina... Qur'ani. Inasema, eh, sema. Eh, Mwenyezi Mungu, sikiliza andiko hilo. Rudia tena. Sema, eh, Mwenyezi Mungu anatosha eh, kuwa shahidi baina yangu, ehe, na baina yenu, ehe, kuwa mimi ni nani? Ni mtume wake. Basi. Sasa aya kama hizo zipo nyingi, lakini aya kama hizo zinaonekana ni mtu ambaye yeyote anaweza akatoka akasema, akasema hata mimi naweza nikatangaza nikasema, mimi Yahaya, jamani, mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu, nikatoa ishara na miujiza, watu wakafanyeje? Wakaniamini. Lakini mwenye akili timamu atataka mkataba wa mimi na Mungu, wapi Mungu amenichagua mimi kuwa mtume Anayetosha kuwa shahidi ni Mungu, anayetosha kuwa shahidi ni Mungu. Mungu ndio amemchagua mtume, kwamba Mungu ndio anatosha kuwa shahidi. Sasa cha ajabu kabisa. Mimi sitai kukawia kwa sababu somo lenyewe hili ni jepesi, halina lolote, tutapoteza muda, tuingie somo la pili. Cha ajabu zaidi, cha ajabu zaidi na kitu kibaya zaidi, Wakristo wote duniani wanamfata mtume wote, wote wanamfata mtume wote. Chaajabu zaidi, chaajabu zaidi, Wakristo wote duniani mnamfata mtume, alafu amumtaki. Kwa mfano thelathini na sita tisa Qurani. Naam, thelathini na sita tisa Qurani. Qurani inasemaje? Eh, huyu hakutumwa na Mungu, huyu hakuchaguliwa na Mungu, huyu lakini Wakristo mnamfuata. Soma hiyo wewe, thelathini na sita tisa. Naam, inasema na m kama, nakana kwamba e, tumeweka kizuizi mbele yao. Naam na kizuizi nyuma yao naam, na tumewafunika macho yao, ndio kwa hivyo hawaoni. Hapana, thelathini na sita tisa, idadi ya miezi alafu, cha ajabu zaidi mtume amechaguliwa kuja kutufundisha ustarabu. Ustarabu wenyewe ni kwenye tano sita, Qurani tano sita, Qurani. Naam, ustarabu wenyewe huo Tano sita Qurani nasema. Tano sita Qurani. Enyi mlioamini, Tunaambiwa sisi enyi mlioamini mnaposimama ili mkasali mnaposimama ili mkasali basi osheni nyuso zenu, tunaosha nyuso na mikono yenu, na mikono mpaka vifundoni, mpaka vifundoni, na mpake vichwa vyenu, na mpake vichwa vyenu, na osheni miguu yenu mpaka vifundoni. Sawa na mkiwa na janaba rudia tena, na mkiwa na janaba, tena mkiwa na janaba mfanyeje? Basi hey, ogeni basi. Mtume anasema ukimwingilia mwanamke wako oga nani Mkristo ambaye haogi anapomwingilia mkewe? Mkono juu. Huyu ndio mtume wa kweli. Takbir! Huyu ndio mtume wa kweli. Maneno haya kwenye Biblia hayapo. Akitokea mchungaji hapa wa aina yoyote akionyesha andiko Wakristo mkiingiliana na wake zenu muoge na acha Uislamu, yeah, hayupo hatokei, wala Mungu hana mpango wa kumleta hapa. Nyinyi wote ni abiria wa Bwana Mtume Muhammad. Alafu kuna mama mmoja ananiangalia hivi, mi ndio Mazinge. Alafu <laughs> Waislamu, takbir, takbir! Natoa challenge, natoa challenge, natoa challenge. Akitokea mchungaji hapa akitoa andiko, sio maneno, linalokataa Muhammad si mtume, wallahi wa billahi mimi leo nabatizwa hapa na ritadi ikitokea mtu akisema, andiko likisema Muhammad si mtume wa Mungu ndani ya vitabu vya Mungu, mimi Uislamu naacha. Haleluya! <tipos> Waislamu takbir! <tipos> ninyi tatizo lenu amjiamini. Takbir! Hakuna haya katika vitabu vyote, King James Version, International Version, Revised Standard Version, Union Version, Imprimatu, Qur'ani yenyewe, hakuna verse wala chapter inayokataa Muhammad si mtume. Hakuna mimi wewe, wewe unaniangalia na kuambia hakuna. Takbir! Waislamu takbir! Allahu akbar! Waislamu takbir! Allahu akbar! Waislamu, nataka niwaambieni kitu kimoja, kama mtume asingekuja duniani dunia ingeharibika. Mnajua kwa nini? Mnajua kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye mtume wa mwisho. Kijana Akasema nakusubiri, we ni subiri. Wewe unafikiri naacha haya mimi? tisini na sita moja ni subiri, zote nazitoa leo hapa. Naam, tisini na sita moja Eh, tisini na sita moja, e, Qurani inasema inasemaje? Naam, nasema e. Soma, soma kwa jina la Mola wako aliyeumba. Mwanzo kabisa mtume amekwenda Jabal Hira, anaambiwa so bado ngapi? Bado tano. Bado tano nyingi, nyingi, mimi sina cha kusema. Kwa sababu gani? hakuna haya inayokataa Muhammad si mtume, hakuna tena. Yesu anasema na koti ambia wanafunzi wake kumi na moja ishirini na tisa anasema jitieni nira yangu, mjifunze kwangu kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Hakuna aya kwenye Biblia Yesu kasema Muhammadi si mtume, na ikipatikana wallahi umw atoki mtu mwislamu hapa leo. Wewe Silasi utaenda kununua maji hapa, unatubatiza kwa jina la baba ndumbwi hapa Waislamu, takbiri! Wa mwisho mwisho kabisa, naweka siri mwisho, naweka siri mwisho kwa Wakristo na Waislamu, naweka siri. Hakuna mtume yoyote toka dunia imeumbwa mpaka itakwisha aliyekuja kufundisha mafundisho aliyekuwa mema kama Mtume Muhammad. Hayupo wala hatokei. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? mbili tisini na saba hiyo shalisema tusiipige, tunaipiga na pacha hivyo hivyo, namsubiri apite, tutajuana dakika kumi na tano usijaso mg, tunaipiga hiyo na mbili tisini na saba Qurani. Sasa na... <laughs> we vipi wev? Naam, nasema sema animfanyia ushinde Jibrili kwa kuandia aliyemletea utume Nabii Muhammad. Naam. asiwapelekee mayahudi ni bure, hana kosa Jibrili Bas. Jibrili hana kosa, katumwa apeleke utume kwa Muhammad. Wewe hata ukilalamika, jamani, rais akimchagua waziri mkuu, wewe hata ukilalamika, huyu ni waziri mkuu tu. Wewe anilalamika sasa anakuja hapa, atakuja na kitabu chake cha maisha ya Muhammad. Hapa lazima aje. Yani wewe ukija na hicho kitabu, yani leo, inna lillahi, yani leo ndio mazishi yako na hitima. Nakupa taarifa, bado ngapi? Bado mbili. Mimi cha kukutakeni tu nyinyi wa Kristo, cha kukutakeni kwamba Muhamadi ameweka milango wazi. Mtume muhamadi kaweka milango wazi, kawaambia waislamu wote wanaenda peponi, kaweka. Lakini bibilia haijakuwekeeni milango, wala nyinyi mnafanya ibada, hamjui wapi mnakwenda, hakuna andiko kwenye bibilia hata mtu. Muda umeenea, nimemaliza. Asalamu alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullah. Mungu Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimejifunza kitu kimoja kwa Mazinge kuwa kumbe Muhamadi utume kapewa na pajiri. Kwa hiyo hakuna andiko wapi kachaguliwa ile andiko hakuna. Bali pajiri ndiye aliyemchagua nani kuwa mtume. Kasoma kitabu hapa si mzuri. Kwa sababu hapa tunasoma vitabu vyote naam. Tunamuuliza padri mmoja. Padri gani? Tunamuuliza naam, huyu ni Fridolin Potiman. E, anasemaje? Msikilize padiri, anasemaje? Katika kitabu cha dini mbalimbali kaandika padiri, anasemaje juu ya bwana mtume? Soma hiyo, naam naam naam. Anasema hivi, Muhammad sallallahu alayhi wasallam alichukizwa na hali ya watu walioabudu miungu wengi naam, ila Allah hawakumjua, naam. Hapo siku moja akaondoka akaenda kukaa katika pango kwenye mlima Hira ili kufikiri mambo ya imani. Ni huko katika pango lile karibu moja, na Maka mwaka wa mia sita kumi na moja alipofunuliwa na Allah kwa njia ya malaika Gabrieli. Takbir. Padiri, padiri anathibitisha padiri kasoma kitabu haya, kumbe kama mtume kapewa na padiri sasa ina maana kumbe, kumbe Wakristo ndio wamemchagulia, wame mtume sasa. Hao sasa, ndugu zangu Waislamu, kweli mnakubali mtume wenu amepokea tume na pajiri? Hapana, hilo mimi si likubali. La pili Mazinge ameongopea watu hapa, anasema kuwa Muhammadi, wakristo wote wanamfuata Muhammadi kwa sababu mwaka una miezi kumi na mbili. Kasema mtume anasema mwaka mmoja una miezi kumi na mbili, mwaka mmoja, na ndiye mtume aliyetoa idadi ya miaka, hakuna mtume yoyote toka dunia imeanza. Sasa kama kuna mkristo anabisha mwaka hauna miezi kumi na mbili, huyo kachanganyikiwa. Kwa hiyo ukiona mtu anahesabu mwaka ukatimia miezi kumi na mbili, basi anasema huyu anamfuata mtume. Lakini hajatufundisha Mazinge, kabla Muhamadi hajaja, je, mwaka ulikuwa una miezi mingapi? Ungetufundisha, ungetufundisha. Sasa sisi tunakutia chuoni Mazinge, kabla Muhamadi hajazaliwa, kabla Uislamu kabla Uislamu haujaanzishwa mwaka ulikuwa una miezi kumi una miezi kumi na mbili, na miezi yenyewe imetajwa. Sasa huyu akija atutajie mwezi wa kwanza wanaitwa Habibu, wa pili Zivu, wa tatu Siwan, wa nne Tamuz, wa tano Abu, wa sita Eluli, wasaba Ethanim wanane Buli watisa Kisleu wakumi Shebat wakumi na moja Tibeth wakumi na mbili Adari, kabla Muhamadi ajazaliwa. Alafu unakuja kuongopea wetu wako na miezi kumi na mbili, alafu ndani ya Biblia yoyote imo? We, wee, podepode, subiri zamu yako itafika. Kwa hiyo, huu ni uongo anakuja kudhihirisha sasa na Muhamadi alipokuja akaiga akaiga kalenda ya Kibrania, akanyafua kule akawaelezea Waislamu na miezi kumi na mbili, na miezi si ya Kibrania. Akaitaja ya kwanza, Muharami ya Muhamadi. Sasa wapili, Safari; watatu, Rabil Awal; wa nne, Rabiu Thani; watano, Jumadali; wasita, Jumadal Ukhra; wa saba, Rajabu wa nane Shaaban wa tisa Ramadhan wa kumi sita min Shawwal kaanna makasa madahara. Kwa hiyo mwezi wa kumi unaitwa hivyo, wa kumi na moja dhulqudra, wa kumi na mbili dhulhija. Nilitega makusudi, kumbe na nyinyi hamjui, hamjui. Kwa hiyo ni miezi kumi na mbili ya kwenu, lakini kabla Muhamadi hajazaliwa tayari mwako na miezi kumi na mbili. La msingi, waislamu wa dunia nzima Wakubali, wasikubali, wanamfuata Yesu kwa ushahidi ufatao, msomaji, nipo 11:9. Yohana, uje upinge hapo. Yohana mtakatifu 11:9. 11:9 nasoma katika jina la Yesu Kristo. Unasemaje? Inasema. Ndio. Yesu akajibu. Yesu akajibu. Je? Je? Saa za mchana. Ndio. Saa za mchana. Saa za mchana. Si 12. Basi. Sasa nyinyi mkija kwenye Korani yenu sasa, isio mnamfata Yesu, mtuambie mchana na masaa mangapi? dini najitegemea, lakini mpaka sasa hivi nyinyi ni abiria wa Yesu, mnamfata Yesu pasione kujijua. Ili msimfata Yesu, mtafute mchana wenu mchagoe na masaa kumi na moja au masaa kumi na tatu. Mkifata masaa kumi na mbili, mnamfata Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe, Amen. Wakristo, Bwana Yesu asifiwe, Amen. Sasa niliposimama hapa nilipodai andiko aya gani Muhamadi kachaguliwa, Mazinge amekosa akaanza kudandadanda akaanza kudandadanda, mwisho akasema ah, Muhamadi anasema kweli, kwa sababu aya alizozitoa amezizungumza Muhamadi. Sasa kwa nini nimezitoa hizi aya ambazo zinathibitisha manabii wamechaguliwa na Muhammad hajachaguliwa. Kwa nini? Msomaji, naam. 25 5 Qur'an. Surat Furqan. Muhammad alijuaje kuwa wale wamechaguliwa? Yeye akajisahau. 25:5 inasema ndiyo, na wakasema, na wakasema ni visa vya watu, hii Qurani ni visa vya watu wa zamani, visa vya watu wa zamani, alivyoandikisha Muhammad, alivyoviandikisha Muhammad Kwani mwenyewe mwenyewe Muhamadi hajui kuandika, hajui kuandika wala kusoma, hajui kusoma. Anavyosomewa asubuhi, watu anamsomea asubuhi, anavyosomewa asubuhi, anavyosomewa asubuhi sawa na jioni. Ikifika jioni, kisha yeye, eh, anawasimulia watu. Basi kwa hiyo, kumbe Muhamadi alikuwa anahadithiwa asubuhi kuwa Musa ilikwenda kafanya hivi, anasikiliza vizuri sana Ibrahimu ilikuwa ndiye alifanya hivi, akifika jioni anawasimulia watu. Kumbe aliposema Musa kachaguliwa na nikachaguliwa, kasimuliwa, kasimuliwa na tafafanuzi nzuri. Unaipata wapi? Kwa wakati wako utasoma Qorani 87:18 inasema, inna hadha lafi suhfi lula suhfi Ibrahima wa Musa, wanaofahamu anaelewa hakika haya katika vitabu vya zamani vitabu vya Ibrahimu na vitabu vya Musa. Kwa hiyo alihadithiwa kutoka vitabu vya kale, kwa hiyo moja kwa moja mpaka tunapokwenda hewani muda huu, hakuna andiko Muhammad kachaguliwa kuwa nani? Kuwa mtume? Bali tunaona tatizo jingine. Msomaji, hebu tusomee fafanuzi ya Qur'ani chapa ya tisa ukurasa namba mia saba tisini ukurasa namba mia tisa sabini na saba inasema haraka. Msomaji, swali la pili ndio lilo, lilo, jitoke, lilo li, swali la pili lijitokezalo kuhusu sura mbili hizi. Sawa? na kwamba kwa mjibu wa hadithi ndiyo, uchawi ulifanywa juu ya mtume SAW Muhammad, kumbe alirogwa, twende naye akawa mgonjwa naye akawa mgonjwa. watafiti wengi wa zamani ndiyo. na wa sasa Naam. wamelifanyia upinzani jambo hili kwamba ikiwa hadithi Naam zitakubaliwa ndio, basi mfumo wote wa sharia utakuwa na kutiliwa shaka. Sawa? kwa sababu ndio, kama mtume aliwa, aliweza kuathiri, kuathirika kwa, kwa uchawi ndio, na kwa mjibu wa hadithi ndio, kweli uchawi huo ulionyesha athari yake ndio, basi hatuwezi kukaidi au kukana hadi kiwango na cha namna gani? Sawa? Mtume aseme ndio na atende naam, mambo naam, kwa nguvu ya uchawi. maliza msomaji haraka pia naam, wanasema naam, hadithi hizi zinapingana na Qurani, ndio kama ilivyo i, kama ilivyo katika Qurani, ndio kwa tuhuma hizi batili kutoka kwa makafiri sawa, ilivyotaja kuwa mtume alirogwa, mtume alirogwa, ndio ameathirika na uchawi ndio.